Vyama vya kisiasa vikiendelea kujipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2027, afisi uh, ya msajili wa vyama vya kisiasa Alhamis hii imesajili vyama vingine vitano vipya na kufikisha vyama 25 vilivyo na vyeti vya muda, huku kukibuliwa tetesi kwamba kuna vyama vingi vya kisiasa nchini Kenya. Leonard Wamalo na taarifa hii. Akizungumza alipo vikabidhi vyeti rasmi vya usajili wa vyama hivyo, miongoni mwao kikiwemo chama cha Economic Patriotic Alliance EPA, kinachoongozwa na balozi Dr. George Sirengo Masafu, msajili mkuu wa vyama John Cox Lorionoku amesema imefikia wakati wa kupigwa msasa usajili wa vyama vya kisiasa nchini, licha ya kuwepo uhuru wa kuviunda na kuvisajili, ikibainika kuwa vyama vingi vimekosa kudumu.

because I've been around for a while and I know that in this country the political parties have a way of dying and then coming back and then disappearing into others and then coming out. So what, what, what lifestyle do you want to have? Aidha, msajili huyu wa vyama vya kisiasa amewataka waanzilishi wa vyama hivyo kuweka mikakati madhubuti ya kuviwezesha kustahimili mawimbi ya kisiasa ili kupunguza idadi kubwa ya vyama vinavyosajiliwa nchini, akidokeza kuwa vyama ishirini na vitano vinatarajiwa kupewa vyeti vya kuviidhinisha rasmi kuwania chaguzi zijazo conditions which we were are given earlier, recruitment of not fewer than 1,000 members who shall be registered voters in majority of the counties in the country, that is 24 counties. The ORPP will support you to walk that path of democracy without difficulty. Kwa upande wao wenye viti wa vyama hivyo vipya akiwemo Balozi Dr. Masafu wameshikilia kuwa kumekuwepo na haja ya kuundwa kwa vyama hivyo ili kujaza mapengo yaliyoachwa na vyama vingine vilivyofifia.

Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Lenard Wamalwa.